Yes, moja kati ya wasiwasi mkubwa sana ambao umetanda ama unaendelea katika uh, vyombo mbalimbali vya habari na kuwa ni topic kubwa sana ama discussion kubwa sana ni kuhusiana na uwepo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club ambapo hata hivi sasa uh, klabu zote ama timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League wamemaliza michezo yao kasoro uh, timu mbili tu za Simba na Yanga ambayo wana kiporo cha dabi ambayo imepangwa tarehe ishirini na tano. Sasa uh, kuelekea katika mchezo huo kuna tetesi ama uvumi ama uh, kuna dalili za kuonyesha Simba Sports Club kutokuwa tayari na mchezo huo ambao umepangiwa tarehe ishirini na tano. Sasa nikukumbushe kwamba siku ya jana uh, siku ya juzi kulikuwa na michezo ya kuhitimisha ligi kuu Tanzania bara isipokuwa yes, kwa timu mbili ambazo naweza kueleza sasa. Baada ya mechi ya michezo hiyo bwana, Simba Sports Club kupitia msemaji wake ama afisa habari wa klabu hiyo uh, aliweza kueleza namna ama nia ya kuendelea kucheza mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya Dabi ya Kariakoo. Sasa, Ahmed Ally bwana, aliweza kuhojiwa kuhusiana na maandalizi ya mchezo huu kwa klabu yake ya Simba, na majibu aliyotoa yanaonyesha ni wazi kabisa kwamba kuna ulakini wa Simba Sports Club kushiriki katika mchezo huo ambao umepangwa utachezwa tarehe 25 na uh, ya mwezi huu kwa katika dimba la Benjamin Mkapa Mkapa National Stadium. Ah, Ahmed Ally alisema kwamba ah, Simba Sports Club wana tumemaliza michezo yote kwa msimu huu, kinachofuatia ni kusubiri maandalizi kwa ajili ya msimu ujao, kusubiri ah, taarifa za usajili lakini pia kusubiri maandalizi kwa ajili ya michuano ya kimataifa kwa msimu ujao. Hii ikimaanisha kwamba uh, wamemaliza michezo yote ya ligi kuu Tanzania bara na tayari uh, ligi imeshaisha. Kwa hiyo uh, kusema kwamba wamemaliza michezo yote basi inamaanisha kwamba mchezo nambari 184 ambao umepangiwa tarehe ishirini na tano ya mwezi huu kwa maana ya kesho kutwa, kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Young Africans, pengine wao hawautambui ama hawako tayari kushiriki katika mchezo huo, ndio maana amesema kwamba tayari wamemaliza michezo yote ya msimu huu kwa ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League. Lakini kwa upande uh, wa mwenyekiti wa klabu hiyo uh, bwana Mangungu alieleza kwamba wao hawajali michezo yote ni sawa. Kwa hiyo uh, kama Simba Sports Club hawajafikiria wala hawafikiri mchezo wa Yanga, kwa sababu wao na mimi ni michezo yote ni sawa, na kauli yake imekuwa katika mzani ulio balance, kwa maana haieleweki, kumaanisha kwamba watacheza hiyo fi mechi ama anachomaanisha kwamba wao tayari wamemalizana na mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo mchezo dhidi ya Yanga pengine hawatakuwa tayari kucheza. Hizi ni kauli tata ambazo zimetolewa na baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Unahisi Simba Sports Club itakuwa tayari kupeleka timu tarehe 25 hirta ama watakimbia? Tuandikie hapo kwenye comment section.